Ni safari iliyotuchukua takriban masaa matatu kwa usafiri wa boti hadi kufika kijiji cha Kuchi Wode ya Jaribuni. Tunakutana na Tumaini, msichana wa miaka kumi na moja akiwa yuko kwenye harakati zake za kila siku kusaidia wanakijiji kutoka ng'ambo moja hadi ingine. Kivuko hiki kimewaunganisha wanakijiji hawa kwa upendo na kwa msaada kwani hakuna mtu maalumu wa kuvukisha wanakijiji hao, ila yoyote atakayefika hapa na kutaka kwenda ng'ambo ingine basi humbidi husubiri kwa muda kwa yoyote atakayejitokeza kuleta msaada. Ila uwepo wake Tumaini huwapa matumaini wanakijiji, kwani huvalia njuga jukumu la kuvukisha wanakijiji hao bila gharama yoyote. Kwa majina yangu nina Tumaini Mbuche Kazungu. Moyo wangu nilikuwa nasema niwasaidie kama nachuka kama maji mengi. Wito umetolewa kwa viongozi na wahisani, japo hata kama ni boti, ili kupunguza kuhatarisha maisha ya wakazi wa eneo hilo, kwani kufikia sasa watu takriban kumi na watano wamepoteza maisha kupitia uvukaji wa hatari uliopo eneo hilo. Tunapata shida kwa hii kivuko sana. Hapa tuna gogo ambalo tumeliweka hapa, huwa ndio linatusaidia, lina, lina, lina lakini wakati mwingine huwa linaingia maji. Hata watu wakipanda kwa hilo gogo, wengine hata huwa wanaingia katikati ya maji, wanaanguka wanakufa. Tushatoa karibu watu kumi na watano hapa walikuwa wamefariki kwa hii, kwa hii bahari. Kwa hivyo tunaomba tafadhali tupate hata kama ni dau, tuombe hata kama ni dau tupate litusaidie. Alafu zaidi sana tupate briji, hiyo briji iwe ya juu kwa sababu boti huwa zinapita hapa, liwe la juu litusaidie. Haani shida za haha ni Kuchi, Kuchi, kwa Kuchi <laughs> ni chivuko fapata tabu e, kala favuka haha be za vivi fenda biashara be zeuza kuni fndokakuze be paka fuzifusagale haha mudamure mazigo mbole be fukakuze nuka fachelewa kuraha. Shida yetu kubwa sisi ni kivuko. Tupata shida sana kuvukia hapa, tuna kivuko, tunaomba tupate kivuko, tupate kama dau hivi ambayo tutasaidia. Kulingana na ya hapa. Nikiripotia eneo la kijiji cha Kuchi wode ya Jaribuni ni te Enrico Karisa.